Hapo zamani za kale katika nchi ya mashariki ya mbali, aliishi seremala mmoja aitwaye Ali Baba pamoja na mke wake katika hali ya umaskini. Ali Baba alikuwa akienda mara kwa mara msituni na punda wake kukata kuni ambazo huuza mjini. Siku moja, alipokuwa msituni kama kawaida, alisikia sauti ya farasi wakikimbia kwa kasi. Ilikuwa ni kundi la wapanda farasi waliokuwa walielekea moja kwa moja kwake na walionekana si watu wema Awa lazima ni wezi akasema, ni bora nijifiche. Ali Baba akamficha punda wake nyuma ya vichaka na yeye akapanda juu ya mti. Wale wanaume walifika na kusimama chini ya yule mti. Ali Baba aliwahesabu, walikuwa arobaini kamili waliwaondolea mzigo mzito waliobeba juu ya farasi wao. Ndipo ali Baba akatambua kuwa walikuwa wezi kweli. Viongozi wao walielekea kwenye jabali kubwa na kupaza sauti, fungua Sezam. Kwa mshangao, jabali likajisogeza kama mlango wa kuteleza na kufungua pango kubwa. Wezi wakaingia moja baada ya mwengine, wakiwa wamebeba mifuko yao mizito. Mara ya mwisho waliingia, pango lilijifunga lenyewe. Ali Baba alibaki amedua. Baada ya muda mfupi, pango li lilifunguka tena na wezi Akapanda farasi na kuondoka. Ali Baba alishuka kutoka kwenye mti na kukaribia jabari, akasema kama alivyosikia, fungua sezam. Mlango ukafunguka kwa kishindo kikubwa. Ali Baba akaingia ndani kwa tahadhari. Alishangaa kwa kile alichoona, pango lilikuwa limejaa dhahabu, fedha, vitamba vya thamani, almasi na mawe ya thamani. Akachukua mifuko mitatu na kutoka nje ya pango, kisha akarudi kusema Funga sezam. Akapakia mifuko kwenye punda wake na kurudi nyumbani. Alipofika nyumbani, alimwonyesha mke wake kile alichokuwa nacho. Mke wake akuamini macho yake na akafikiri Ali Baba aliiba mifuko hiyo. umeitoa wapi dhahabu hii yote? Ali Baba akamsimulia yoyote yaliyotokea. Mke wake alifurahi sana, wakaanza kuifungua na kuhesabu dhahabu ile. nisaidie kuhesabu hii dhahabu, nataka kujua tuna kiasi gani. Lakini Ali Baba akapendekeza la, tuchimbe shimo tuizike. Nenda ka chimbe shimo, mimi nitaenda kwa kaka yako Kasim kuazima kikombe cha kupimia. Kasim kaka wa Ali Baba alikuwa mfanyabiashara tajiri, lakini mwenye tamaa kubwa. hakuwa akimsaidia Ali Baba, hivyo mke wa Ali Baba akaonywa, sawa, lakini usimwambie chochote kuhusu dhahabu. Mke wake akaenda kwa Kasim kuazima kikombe cha kupimia. Kasim akishangaa, kwa nini maskini anaomba kikombe cha kupimia? Akamuuliza, unataka kufanya nini na hiki kikombe? Kuna pesa za kupimia? Mke wa Ali Baba akadanganya. Kasim haku muamini kwa ujanja, alipaka asali chini ya kikombe kabla ya kumkabidhi mkeo. Ali Baba alirudi nyumbani na kuanza kupima dhahabu. baada ya kuhesabu yote, Ali Baba aliizika kwenye shimo. Aliporudisha kikombe kwa Kasim, hakugundua kuwa dhahabu kidogo ilikuwa imeganda chini ya kikombe. Kasim alipoichunguza akakuta kipande cha dhahabu, akashangaa sana. Ali Baba akatoa wapi dhahabu hii? usiku mzima hakulala. Asubuhi alienda moja kwa moja kwa kaka yake na kumwonyesha dhahabu ile, ali baba, umetoa wapi hii dhahabu? Nilidhani wewe ni maskini. Ali Baba akamsimulia kila kitu na kumwomba asiwaambie watu wengine, na kasimu kamjibu, ukikataa kuniambia pango lipo wapi, nitawaambia wezi kile ulichofanya. Ali Baba akajua kuwa Kasimu angefichua siri, hivyo akampeleka pangoni. Pango lipo nyuma ya hii jabari, twende haraka, wezi wanaweza kurudi. Muda si mrefu wakarejea nyumbani, lakini Kasimu hakuacha kufikiria kuhusu pango lile. Kasim alichukua farasi wawili na kurudi pangoni hali ipofika akasema, fungua sezam. Jabari likafunguka. Kasima alishangaa kwa dhahabu yote na kwa pupa akaanza kujaza mifuko yake. Alipojaribu kutoka mlango ulikuwa umefungwa. Alikuwa amesahau maneno ya kufungua. Akajaribu kila aina ya kauli: fungua mlango, funguka jabari, fungua pango, lakini hakuna kilichofanya kazi. Akaanza kuogopa. Baada ya muda wezi walirudi. Walipoona farasi wawili nje wakajua kuna mtu ndani. Fungua sezam. Walipoingia Kuta Kasim na kumwadhibu vikali. Usiku ulipofika na Kasimu hajarudi mke wake akaingiwa na wasiwasi, akamkimbilia Ali Baba na kumwomba msaada. Ali Baba akarudi pangoni, akaona farasi wawili nje, akatambua kaka yake alikuwa ameua. Akamwelezea mke wa Kasimu na wakaamua kutosema lolote. Baada ya muda Ali Baba na mke wake walihamia nyumbani kwa Kasimu, wakaendelea biashara yake na kufanikiwa zaidi. Utajiri wao ukaongezeka. Wakati huo kiongozi wa wizi aka anza kushangaa kwa nini dhahabu inapungua. Akamtuma mtu wake sokoni kuchunguza. Mtu huyo akamwona Ali Baba akinunua kwa kutumia dhahabu, akamfuata hadi nyumbani, akamwekea alama mlangoni. Usiku, mke wa Kasima alipoenda kuwanywesha wanyama, akaona alama hiyo, akatambua ni hatari, akaenda kuzipaka rangi mlangoni yote ya jirani. Asubuhi, wezi walipofika wakashindwa kuitambua nyumba ya Ali Baba, wakaondoka. Lakini kiongozi wao hakuwa tayari ya kukataa tamaa, akajivisha mavazi ya mfanyabiashara na kumfuata Ali Baba hadi nyumbani kwake. Alipiga hodi, Ali Baba akamfungulia. Nimetoka safari ndefu, nimeleta mitungi ya mafuta ya mizeituni. Wanasema wewe ni tajiri mkubwa, labda utanunua. Ali Baba akamkaribisha kwa chakula cha jioni. Kiongozi wa wezi akaleta mitungi arobaini ya mafuta, lakini ndani ya mitungi walikuwa wamejificha wezi. Wakati wa chakula mke wa Kasima akaenda kuangalia mitungi akasikia sauti twatoka sasa la bado. Akatambua kwamba kulikuwa na mtego, akaenda jikoni akachemsha mafuta, akayamimina kwenye kila mtungi. Wezi wote wakaungwa na kufa. Usiku wa manane kiongozi wa wizi alipokuja kuamsha hakusikia sauti, alipofungua mtungi alishtuka na kukimbia, hakuonekana tena. Asubuhi mke wa Kasima kawaele ezea Ali Baba na mke wake yoyote alivyotokea. Ali Baba sasa alijua hawatapata tena shida na wezi. Tangu siku hiyo Ali Baba na familia yake waliishi maisha ya utajiri na furaha. Asante sana kwa kutusikiliza, msisahau kufinya subscribe na kupiga like hapo chini. Siku moja mwanaume alienda msituni na kuweka mtego, akitumaini kuwa mnyama ataangukia humo ili aweze kumla. Aliporudi kuangalia mtego wake, alikuta fisi ameangukia humo, macho yake yakiwa mekundu na meno yakiwa yamenyanyuka kwa hasira. Fisi alipomwona mwanaume, akamwita na kusema, ee mtu mwema, tafadhali nisaidie nitoe kwenye huu mtego, nami nitakulipa. Mwanaume akauliza, nitakuachilia, si utatoroka tu na kunikimbia? Fisi akajibu Sina nguvu hata kidogo za kukukimbia. Miguu yangu imepooza kutokana na baridi kali ya usiku uliopita. Mwanaume akauliza tena, na ni zawadi gani unaweza kunipa? Fisi akamjibu Jambo rahisi kabisa ni mimi kwenda kuishi nawe na kukulindia nyumba. Tazama, hakuna mwizi atakayekaribia nikiwa hapo. Mwanaume alikubali na akaanza kumtoa fisi kwenye mtego. Baada ya kumtoa akasema, sawa, twende. Lakini fisi akasema, miguu yangu ni dhaifu sana, nibebe mgongoni, unipeleke nyumbani. Mwanaume akambeba fisi mabegani mwake na akaanza safari ya kurudi nyumbani. Njiani alikutana na mtu mwingine aliyemuuliza, je, unajua unachobeba? Mwanaume akajibu, ninambeba tumishi wangu mgonjwa. Mtu yule mwingine akamwambia, ninajua huo ni fisi, ameanza lini kuwa mtumishi wako? Fisi akamuuliza yule mwanaume aliyembeba, mtu hayo anasema nini? Mwanaume akajibu, anasema ninambeba fisi ambaye atanila. Fisi akamwambia, usiamini kila kitu ambacho watu wanasema. Baada ya muda, mwanaume akasema, nimechoka, shuka chini, utembee mwenyewe. Lakini fisi akajibu, ngoja kwanza nipate joto, kisha nitakutafuna. Walipokuwa wakibishana, panya aliyekuwa karibu aliwasikia nakawauliza mnagombania nini nyinyi wawili? Fisi akajibu, mtu huyu ni mkatili, aliweka mtego na nikaangukia humo. Baridi kali ilinifanya nishindwe kutembea. Aliponitoa aliahidi kunipeleka nyumbani kwake, lakini sasa anataka kuniweka chini kabla sijapona kabisa. Lazima amegundua kuwa nikisha pona nitamla. Panya akasema Hakuna haja ya kugombana. Nipelekeni kwenye mtego huyo nione jinsi unavyofanya kazi, ili niwasaidie kutatua tatizo hili. Panya, fisi na yule mwanaume wakaenda hadi mahali mtego ulikokuwa. Panya akamwambia mwanaume, "Wewe tenga tena huu mtego ili nione unavyofanya kazi." Mwanaume alipomaliza kuweka tena, panya akamwambia fisi, "Sasa wewe fisi, ingiza kichwa chako kwenye mtego ili nione jinsi ulivyokuwa umenaswa mara tu fisi alipokanyaga kwenye mtego ulijifunga shingoni mwake, macho yake yakageuka mekundu na meno yake yakatweta kwa uchungu. Panya akasema, tatizo lako umelitatua mwenyewe. Wewe ni mjuzi wa hila tu, lakini huna hekima ya kweli. Mwanaume alipoona kilichotokea akamgeukia panya na kusema umeniokoa, dhidi ya mnyama huyu mwovu, nikupe zawadi gani? Panya akajibu, kabla hunijali zawadi, hakikisha unamuua mnyama huyu mbaya. Mwanaume akachukua panga lake na kumpiga fisi, akamuua. Baada ya hapo, akauweka mtego wake tena, akimsubiri mnyama mwingine kunaswa. Kisha akamuuliza panya, sasa niambie, nikupe zawadi gani? Panya akajibu, nitiye ndani ya mfuko wako na unichukue nyumbani, tuishi pamoja. mwanaume panya kwenye mfuko wake na kampeleka nyumbani. Alipofika alimlisha panya, naye akaanza kula mabaki yote yaliyokuwa yametapaka ndani ya nyumba. Kadri muda ulivyopita, panya alijisikia huru nyumbani, akanenepa na kuzaa watoto wengi. Panya wakazidi kuongezeka, wakajaza nyumba nzima. Hatimaye wakaanza kula vitu vya ndani, mashuka, nguo za wanawake na vitu vingine vingi. Mwanaume aliyekuwa amemkaribisha panya sasa alijuta. Panya huyo aliniokoa dhidi ya fisi, alifikiria, lakini watoto wake wameni wanakimbia kila mahali wanakula kila kitu, wananifanya niishi kwa mateso. Wakati huo ndipo alitambua kuwa alifanya kosa kubwa. Akaamua kuwafukuza panya wote toka nyumbani kwake milele, na ndiyo maana siku hizi panya hawahesabiwi tena kuwa wanyama wa kufugwa. Asante sana kwa kutusikiliza, msisahau kufinya subscribe comment na like. Hapo hapo kulikuwa na mwanaume maskini aliyekuwa alijipatia riziki yake kwa kubeba mizigo mizito kiasi cha kupewa jina la mbebaji. Siku moja, akiwa njiani amebeba mzigo mizito, alichoka akiweka mzigo wake chini na kuketi kupumzika. Alipoketi hapo, alisinzia na kuota ndoto. Katika ndoto yake alirudia maisha yake, jinsi alivyokuwa akifanya kazi bila kupumzika, lakini hakuwa na chochote cha maana alichokuwa nacho. Alipokuwa akitafakari hayo, ghafla kijana mmoja alijitokeza kwake na kumwambia, nimesikia malalamiko yako na kuona mateso yako, umeteseka sana. Niambie kitu unachotaka nitakupa. Yule mwanaume akiwa amechoshwa na umaskini wake, alijibu bila kufikiria sana Bwana wangu, nakuomba kila kitu nitakachogusa kigeuke kuwa dhahabu. Yule kijana alimjibu, nilidhani utanitaka kitu chenye maana, lakini kwa kuwa hiyo ndiyo tamaa yako, basi na iwe hivyo. Mara baada ya kusema hivyo, kijana huyo akatoweka. Mwanaume huyo akitaka kuthibitisha maneno ya kijana yule, alichukua fimbo yake ya kubebea mzigo, na mara moja ikageuka kuwa dhahabu. Aliangalia mzigo yake mingine na kuona kuwa kila kitu kilikuwa kimegeuka dhahabu safi. Kwa furaha kubwa mwanaume huyo aliruka juu akisema, sitawahi tena kufanya kazi. Kuanzia sasa nitakula ninachotaka, nitakunywa divai ninayotaka, hasa asali. Umaskini umekwisha kwangu, sitawahi tena kunywa maji ya kawaida. Baada ya muda aliamua kula chakula kidogo alichokuwa amebeba, kuaga maisha ya shida. Lakini alipochukua kiazi kitamu ile atafune, kiligeuka kuwa dhahabu. Akiwa na kiu alitaka kunywa maji, lakini hata maji yalikuwa yamegeuka kuwa dhahabu. Mwanaume huyo akashangaa na kusema, nitafanya nini sasa? Je, mtu anaweza kuishi kwa mawe? Chakula changu kinageuka kuwa mawe, maji yangu yanakuwa dhahabu. Hii ni laana. Laiti ningempata yule kijana tena nimrudishie dhahabu yote hii, ili anirudishie viazi na maji yangu niliyodharau. Nimekuwa kama yule mtu aliyemwona kondo dume akicheza akatupa nguo yake na kubaki uchi. Eh, ni ujinga gani huu wa kutamani mali? Hii si baraka, ni jinamizi. Alipokuwa bado katika hali hiyo ya wasiwasi, akitafuta suluhisho, ghafla aliamka na kugundua kuwa yote yalikuwa ndoto. Akiwa amejaa faraja alisema, nina bahati kubwa, yale yote yalikuwa ndoto tu. Mungu ni mkuu, sitamani tena vitu ambavyo siwezi kuvipata Kuanzia sasa nitatosheka na kidogo nilicho nacho. Asante sana kwa kutusikiliza. Msisahau kufinya subscribe na like hapo hapo.